Jana yaliyotendeka ni mengi. Inasemekana zaidi ya watu kumi na mmoja walipigwa risasi na hivi tunavyoongea, wako katika makafani ama wako kwenye mochari. Inasikitisha kusikia ya kwamba hadi watoto wadogo walipigwa risasi, watoto ambao bado wanaendelea na masomo. Hii inamaanisha nini? Kama hapo kulikuwa na mtu alikuwa awe daktari ndoto zake zimeweza kukatizwa, kwa sababu hawezi kuwa daktari ukiwa kaburini. Kama kuna mtu ambaye dhamira yake ilikuwa ni awe mhandisi, hiyo ndoto sasa imezikwa katika kaburi la sahau. E, ningependa niulize hili swali, mtoto ambaye hakuandamana alipigwa risasi. Kwa nini risasi zinapigwa zinaingia kwa nyumba zinakuta mtoto ambaye hakuwa kwenye maandamano na anapigwa kwa shingo. Hakika nikisema hii serikali ni kandamizi, unajua kile ninachosema kwani tuliacha kufuata sheria lini? Haya, ili kuficha mateso na ukiukaji wa haki za binadamu, serikali ikaamuru vituo vinavyopeperusha maandamano eh? moja kwa moja vikapate kuzimwa. Kwa nini vilizimwa? Serikali ilikuwa na njama gani? Muhahe mehemehe porojo ikienea ya kwamba zaidi ya watu elfu mbili waliuliwa Hmm? Na mmezima vituo vya habari, si hizo habari zitaaminika? Kwa nini? Nyinyi ndio mliamuru hivyo vituo viwache kupeperusha maandamano ya moja kwa moja. Haya, je, serikali ilikuwa na mpango wa kulipa goons waje wakatakate watu, na hicho kitendo kingenaswa na hivyo vyombo vya habari, basi wangekuwa wamejiingiza matatani. Na hata pengine, kwa sababu nimesikia E, walioenda e, kwenye maandamano ama ambao pia hawakuenda kwenye maandamano e, duka zao zilipatikana kama zimevunjwa na vitu vikaibiwa. Hawakuwa wanataka hiyo picha ionekane dunia mzima lakini sawa, utazima wale wanaonyesha. Next itakuwa ni serikali. Umeanza kuingiza baridi mapema, na bado kama tu kakitu kadogo kama maandamano, mnasema vyombo vya habari vikapate kuzimwa, ili dunia isijue na unasahau kuna YouTube, unasahau kuna Facebook.